Nimejiuliza sana hivi, ziara zao wana malengo gani hasa? Kwa mfano, hamtoshiriki uchaguzi, hamtokuwa na wagombea, mnazurura kufanya nini? Leo nimewaita pale Mleba kwamba wanaofanya ziara hawa Akinaeche na wenzao ni sawa sawa na wafanyakazi hewa wa CHADEMA kushiriki uchaguzi. Ajenda yako, ee ni nini yani hasa? kuifikisha no reform, no election, ambayo haiwezekani. Yaani uchaguzi upo, si unazurura tu, yaani wanakula posho tu, wenzao wanafanya tone kwa tone, wao wanakula posho tu. Hawa ni wafanyakazi hewa ndani ya Chadema. Sisiemu oye! Na kama kuna mwanachadema Mganza au Chatu yupo unapoteza muda wako, kwa sababu safari hii utaona mgombea udiwani wa Chadema, utaona mgombea ubunge wa Chadema. Kwa hiyo kama wewe hapa upo, utakuwa mwanachama, lakini ambaye chama chako kimekukatisha tamaa. Hamtokuwa na kampeni kwa sababu hamna wagombea. Kwa wewe umekaa hapa, ni kushawisha haki ya kupiga kura. wana Chadema nchi nzima bado mnayo, ni waombe mliojiandikisha Chadema nchi nzima, ukifika wakati haki hiyo amnyanyang'anywa, pelekeni kura zenu kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Hey. Hey. viongozi wetu wamewanyima haki ya kuwaletea wagombea, wamewanyima haki ya kugombea, wamewanyima nyinyi kuweza kuchagua viongozi kutokea katika chama chenu. Lakini ilivyo bahati vitambulisho mnavyo, hasira za kunyimwa kuchagua viongozi kutoka chama chenu, ebu mwahukumu chama hicho kwa kuongeza kura za chama cha Mapinduzi. Sisi moye, sisi moye. Wanakuja wanawadanganya, na hapa hawakusema, lakini mimi ngoja niseme, mabadiliko yamefanyika. Mabadiliko ya sheria ya uchaguzi yamefanyika. Dkt Samia alipoingia alisikia maoni ya wadau wa siasa, asasi za kiraia, viongozi wa dini, vyama vya siasa, haraka akaunda kikosi kazi chini ya uongozi wa Profesa Mkandala. Kikosi kazi hicho kilifanya kazi kwa mwaka mmoja kukusanya maoni na kutoa ushauri. Waliwaita viongozi wa vyama vya siasa watoe maoni yao. Vyama kumi na nane vilienda kutoa maoni, kasoro hicho chama kilichochoka. Wakasema sisi ni wakubwa, hivyo mkubwa kuliko CCM. CCM wakaenda wakatoa maoni, TLP, NLD, NCD, wazalendo, vyama vyote kasoro hicho kilichochoka. Asasi za kiraia walitoa maoni yao. Viongozi wa dini walitoa maoni yao. Taarifa iliandaliwa ikapokelewa na Mheshimiwa Rais na akaelekeza ndani ya serikali kuandaliwa miswada ya sheria ya uchaguzi ni mabadiliko makubwa, miswada ikaandaliwa ikanda, kapelekwa bungeni. Kamati ya sheria chini ya uongozi wa mwenyekiti wa bunge wa kamati hiyo Kizito Mwagama akaita wadau watoe maoni. Watu elfu moja mia saba na mbili walienda kutoa maoni na wale wa chama kilichochoka walichokataa kule walikimbilia bungeni wakatoa na wenyewe maoni. Baada ya hapo, mswada ukaingizwa bungeni, wabunge wetu wa kina Kelemani wakatimiza wajibu wao, bunge likakamilisha, tukapata sheria kubwa mbili zinazohusu uchaguzi. yasema watakuja hapa na ule mtani wangu nilikuwa namsikia kabla hajapata kesi, alikuwa anasema tumechoka kuenguliwa. Nani kakuambia utenguliwa? Unasikia, tumechoka uchaguzi kusimamiwa na wakurugenzi. Nani kakuambia utasimamiwa na wakurugenzi? Tumechoka watu kupita bila kupingwa. Nani kakuambia hai hawataki kusema ukweli. haya niliyoambia ni mabadiliko makubwa, kwa hiyo hawana kisingizio, hawana kisingizio. Tunajua nyuma ya pazia sababu za msingi za hawa, kama timu imekimbia haitaki mechi. Tunajua. Moja ni mgogoro mkubwa ulioko ndani ya chama chao. Mpasuko mkubwa sasa hivi Chadema kila ukisoma: kila mtandao, kila mkoa, kila wilaya watu wanahama Chadema wanaenda vyama vingine. Kwa hiyo hawa watu wana udhaifu ndani ya chama chao. Maana yake hata hela ya kujiandaa na uchaguzi wasingeweza kupata, kwa hiyo hawakujiandaa, na sisi tumewakubalia pumzikeni, tukutane 20 30. Wameishiwa pumzi, sasa tutawalazimisha tukutane 20 30. Sisi na wengine vyama kumi na saba tutashiriki uchaguzi, lakini kama nilivyosema, uchaguzi huu upo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ne amani bora, tutofautiane kwa itikadi na mitazamo ya kisiasa, Tanzania ibaki na amani. Sisi moye na mimi mara ya kwanza nilikuwa sijaelewa kauli yao, kwamba tutakinukisha. Sasa nimeelewa, kumbe hakumaanisha sana kuhusu fujo, walimaanisha maana. Walipochaguliwa nikasikia Tundu Lisu anasema tutakinukisha, nikasikia mtani wangu Echi anasema tutakinukisha kauli ile imefanya kazi vizuri, wamekinukisha CHADEMA na CHADEMA inakufa.